Hatimaye muda huu tumeipata taarifa mpya kumhusu askofu Josefati Gwajima tangu kufungiwa kwa kanisa lake na kisha kuzingirwa na polisi siku ya tarehe mbili mwezi Juni majira ya usiku mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Moja kati ya maswali magumu ambayo watu wengi wamekuwa wakijiuliza ni kwamba, je, askofu Josefati Gwajima yuko wapi? Je, alikamatwa na polisi siku hiyo ama la? Je, alifanikiwa kuwatoka polisi na kisha kutokomea kusikojulikana? Je, kama alifanikiwa kuwatoka polisi, yuko wapi sasa hivi, na mbona kuna ukimya mkubwa sana kuhusu ni wapi alipo askofu Josephat Gwajima, baada ya sekeseke zito usiku ule wa tarehe mbili Juni ya mwaka huu wa 2025. Askofu mkuu Emmaus Bandekile Mwamakula anazungumza muda huu na kufichua mambo makubwa na mazito sana kuhusu Askofu Gwajima baada ya kuzingirwa siku hiyo. Ni nini kilitokea mpaka hivi leo? Kuna mpango gani wa Askofu Gwajima kuhusu polisi na kadhalika? Twende moja kwa moja tukatazame haya ambayo askofu mkuu Emmaus Bandekile Mwamakula anayazungumza. Kama unavyojua askofu Mwamakula ni mtu mzito sana katika masuala mazima ya data, na amekuwa akipata data, yaani taarifa ambazo sometimes ni nyeti sana, ambazo kwa namna moja ama nyingine huwa zinakuwa na uhalisia ndani yake. Askofu mkuu Emmaus Bandekile Mwamakula anasema, je, gari la farasi na wapanda farasi wamemtoa askofu Gwajima? akiwa amezungukwa na maaskofu wengi. Juzi usiku wa saa tano, askofu Gwajima aliutangazia ulimwengu kuwa kanisa lake lilizingirwa na polisi wakiwa na defender tatu. Wakati akitangaza hayo, askofu Gwajima, maaskofu, wachungaji na waumini walikuwa ndani ya kanisa hilo pale Ubungo. Muda mfupi kabla, nilikuwa nimetuma ujumbe kwa mamlaka kuuliza kama barua mbili ambazo zilisambaa mitandaoni juu ya kufutiwa usajili wa kanisa la Ufufuo na Uzima zilitoka kwao, lakini sikupata majibu. Lakini nitaandika zaidi juu ya swala hili la barua baadaye. Nilijipumzisha mapema na kulala kama maiti, kutokana na uchovu uliojilimbika. Kwa sababu hiyo, sikujua kilichojiri hadi asubuhi, wakati nilipotafutwa na watu kadhaa kuhusu swala hili la askofu Gwajima, nilijitia purukushani kutaka kujua kilichompata askofu Gwajima. Namba zake hazikupatikana na hata za wasaidizi wake muhimu. Niliingiwa na wasiwasi, nikidhani watakuwa wametoweka naye au wamemtokomeza, lakini nilishauriwa na hisia kuwa huenda haujachukuliwa. Kwa hiyo niliwatuma njiwa tetere, ndege mnana na ntiiti wakatafute kujua ukweli zaidi pale Ubungo. Njiwa tetere walikuja na majibu ya kuwa polisi hawakufanikiwa kumkamata askofu Gwajima. Walieleza zaidi kuwa alipita katikati yao baada ya kuvalishwa dela, akaonekana kama mama mwenye mapepo aliyekwenda kuombewa. Ndege mnana alikuja na majibu kuwa polisi hawakufanikiwa kumkamata Askofu Gwajima. Wao walisema kuwa upepo wa kisulisuli ndio uliomtwaa, kwa hiyo hawajui alikwenda wapi. Ntiiti nao walikuja na majibu ya kuwa polisi pia hawakumwona Askofu Gwajima, kwani alivalia kama wale maaskofu, lakini alijibadilisha sura na hivyo walimpita bila kumtambua akasepa. Lakini sikuridhika na majibu yao, nilituma tena ndege aina ya Jwegele. Huyu akaja na maelezo ya ziada kuwa alimuona mama mmoja kwenye chumba kimoja cha maombi akikemea pepo kimya kimya, akiwa katikati ya vijana pamoja na wanawake wengi. Alipochunguza zaidi, alihisi alikuwa ni yule mtu wa kuliamsha dude, hivyo polisi hawakuweza kumtambua, na baada ya muda kidogo, alitoka kupitia mlango wa mbele kwamba Askofu Gwajima hayupo mikononi mwa jeshi la polisi hadi sasa, ni jambo ambalo limethibitishwa na ndege wote wanne. Lakini kuna taarifa ya kunguru inasema kuwa Askofu Gwajima aliendelea kubaki kanisani kwa muda mrefu bila polisi kumtambua. Kwamba alitoka nje katika mazingira ya kutatanisha, ni moja ya mambo yanayowafikirisha Wanyanyembe. Pengine swali hapa ni kuwa askofu Gwajima ataendelea kuwa adimu hadi lini? Kwa vyovyote vile, askofu Gwajima atajisalimisha mbele ya mamlaka yeye mwenyewe akiwa ameongozana na maaskofu, wachungaji, wazee na maelfu ya waumini, na hii itakuwa ni salama zaidi kwake kuliko ile ya kuchukuliwa usiku kama kinda la batamaji. Haitakuwa kosa na wala pia haitakuwa dhambi kwa waumini kufuatana naye au kumsindikiza askofu Gwajima katika kituo cha polisi, kama watapata taarifa juu ya siku, tarehe, muda na jina la kituo. Ila swali linabaki kuwa ni kwa namna gani askofu Gwajima alifanikiwa kuukwepa ule mkono wa wakamataji pale kanisani usiku. Je, alitwaliwa na gari la farasi na wapanda farasi wake kama ilivyokuwa kwa nabii Eliya? Je, askofu Gwajima ni jasusi lililofuzu mafunzo ya kikomando ya kabila la Benyamini? Je, hao polisi walifanikiwa kumtoa askofu Gwajima na sasa wanamshikilia katika kituo cha polisi kimojawapo? Je, hao ndege waliotumwa katika kusaka taarifa za Gwajima walipata taarifa hizo kutoka kwa watu wa mfumo e, hivyo wamezileta hizi taarifa kwa askofu Mamakula, ili kusudi aamini kuwa askofu Gwajima hayupo katika mikono ya polisi, lakini lengo likiwa kupumbaza fikra, ili nguvu za kupiga kelele zipungue. Lakini kwa nini mamlaka au serikali inatumia nguvu kubwa sana kupambana na askofu Gwajima? Je, askofu Gwajima pia atapewa kesi ya uhaini kama aliyopewa tundu Lisu? Je, nini kimekushangaza? Je, nini maoni yako? mwanakondo ameshinda, tumfuate. Huyu ni askofu Emaus Bandekile Mwamakula anayazungumza hayo, lakini pia askofu Emaus Bandekile Mwamakula anakwenda mbali zaidi kwa kusema Gwajima alipozunguka nchi ili kumsifia rais alikuwa mzalendo, kuhoji utekaji kumepelekea kufungiwa kwa kanisa. Nikiwa katika mahakama ya hakimu mkazi ya Kisutu wakati kesi ya Lisu ikiendelea, niliona barua kutoka kwa msajili wa jumuiya za kiraia ikisambaa mitandaoni ikiwa na maudhui kuwa msajili amelifutia usajili kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na askofu Gwajima. Nilimtafuta mmoja wa viongozi wa kanisa hilo kutoka, eh, kutaka kujua ukweli wa jambo hilo akanijibu ya kuwa hawana taarifa hizo. Nilimtafuta askofu Gwajima na kumuuliza kuhusu ukweli wa barua hiyo. Alijibu hivi: mimi naona tu mtandaoni, pia leo tunaanza maombi ya kufunga na kuomba kumwombea Lisu. Nafikiri wanataka kudistabu, yani kuvuruga. Eh, kuomba ni amri ya Mungu. Muda mfupi baada ya majibu ya Gwajima ndipo nikaona barua nyingine kutoka kwa msajili wa jumuiya za kiraia ikiwa na maudhui yale yale. Tofauti kati ya barua ya kwanza na barua ya pili ni kuwa barua ya kwanza haikuwa na sahihi ya msajili wa jumuiya za kiraia, lakini barua ya pili ilikuwa na sahihi ya msajili. Maswali muhimu ya kujiuliza ni haya. Kwa nini barua ya msajili isambazwe bila ya kusainiwa? Je, kwa nini barua isambazwe mitandaoni bila ya kufika kwa kanisa la Askofu Gwajima? Je, ni nini kilichojificha juu ya sakata hilo? Hizi ndio hoja za Askofu Mamakula katika andiko hili. Mosi, kitendo cha barua iliyokuwa na sahihi ya msajili kuanza kusambaa ni kuonyesha kuwa kuna watu katika ofisi ya msajili wali eh, waliipua barua hiyo ikiwa katika kompyuta kabla ya kumfikia msajili, wakaiiba na kuanza kuisambaza. Lengo la watu hao kusambaza barua hiyo bila sahihi huenda ni kuifedhehesha ofisi ya msajili au pia huenda ni kumfedhehesha Askofu Gwajima. Baada ya barua kuvuja mitandaoni, huenda na msajili akaiona na akaitia sahihi haraka kisha ndio ikaanza kusambaa mitandaoni. Lakini pia kama ilivyokuwa barua ya kwanza, barua ya pili nayo ilianza kusambaa mitandaoni bila kufika kwanza kwa uongozi wa kanisa husika. Lakini ni kwa nini ofisi nyeti kama hiyo ivujishe barua nyeti kama hiyo mitandaoni bila kuwafikia walengwa? Hiyo ni tafakuri itakayoongoza hoja inayo jitegemea. Lakini kuna wazo kuwa ofisi ya msajili ilifanya makusudi kuto kuifikisha barua hiyo mapema kanisani. Hii inatokana na ukweli kuwa barua hiyo ilifika mapema kwa jeshi la polisi ambalo lilipewa nakala tu na hawakuwa walengwa. Ni maoni yetu kuwa kanisa lilicheleweshe, eh, lilicheleweshewa kwa makusudi barua hiyo ili lisipate nafasi kuweza kujipanga ikiwemo kwenda mahakamani kwa ajili ya kuweka mapingamizi kwani jambo lolote lililowekewa mapingamizi mahakamani basi na utekelezaji wake, na utekelezaji wake unakuwa umezuiwa. Lakini ni kwa nini barua hiyo haikufika kwanza kwa uongozi wa kanisa? Inakuwaje jeshi la polisi litekeleze amri ambayo hata wahusika wenyewe hawana barua ya kujulishwa juu ya amri hiyo. Je, kama waumini wa kanisa hilo watakaidi amri ya polisi na kuwadhuru polisi ni nani ambaye angelaumika? Je, ni wahuni gani hasa waliovujisha barua ya msajili? Je, ni kwa nini msajili aandike barua na kulifuta kanisa hilo baada ya kiongozi wake kuhoji juu ya utekaji na kuisema serikali ya rais? Lakini msajili huyo huyo hakuwahi kuandika barua ya aina hiyo wakati Askofu Gwajima alipowasema watu waliokuwa wanamkosoa rais na kuwaita ni wabwekaji. Kwa hiyo ofisi ya msajili itakuwa inasajili makanisa ambayo viongozi wake kazi yake ni kumsifia rais na serikali, lakini itayafuta makanisa ambayo viongozi wake wanahoji juu ya utekaji na uwajibikaji mbaya. Je, ni nini kimeifanya serikali ifute usajili wa kanisa hilo? Je, ni kauli za Askofu Gwajima juu ya utekaji na wito wa Askofu Gwajima juu ya kumwombea Lisu au ni yote mawili? Lakini ni kwa nini Askofu Gwajima alikuja na kauli hizo karibu na mkutano mkuu wa CCM? Je, kufungwa kwa kanisa la Ufufuo na Uzima ni utekelezaji wa kauli ya rais ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi aliyoitoa Dodoma juu ya kuwaondoa magwajima wote. Na kama ndio hivyo, magwajima hao wako wangapi na wako wapi, na zamu yao ni lini? Je, hii minong'ono ya kuwa huo ni ugomvi ndani ya CCM kuhusu hilo sakata la kugombea urais inaakisi hili jambo la Gwajima? Je, gwajima alipohoji utekaji na mamlaka ya rais kuhusu uteuzi wa wakuu wa vyombo vya dola alikuwa anatangaza maazimio ya kanisa lake, au alikuwa anasema kama Gwajima aliye mbunge na raia wa Tanzania? Ni kwa nini yeye asiitwe kama alivyowahi kuitwa na bunge huko nyuma akahojiwa? Je, hivi waumini ambao wapo kibangu tangu miaka 30 iliyopita waende kuabudu wapi? Je, kufungia makanisa ndiyo uzalendo? Je, serikali inataka tuzibandike picha za rais makanisani na tuwe tunamsifia? Je, askofu akikemea uwezi wa kuku ni mzalendo zaidi kuliko anayekemea watekaji na watu wasio wasiochukua hatua dhidi ya watekaji? Je, Askofu Gwajima kaadhibiwa kwa kuuliza kwa nini watekaji hawashughulikiwi? Ni katika kipindi hiki hiki cha utawala wa rais Samia, Askofu Gwajima alizunguka nchi nzima akifanya mikutano ya hadhara kumsifia na pia kumjenga Rais Samia. Uhusika wa vyombo vya dola katika kukamilisha kampeni za Gwajima ili kumnadi Samia ulikuwa mkubwa sana, lakini siku moja tu ya Gwajima kuongea na kuhoji juu ya utekaji na mamlaka ya rais juu ya uteuzi wa wakuu wa vyombo vya dola imemfanya yeye ni mtu wa kushambuliwa na watawala. Lakini hii hoja ya kufunga kanisa na kuwazuia waumini kwenda kusali pale Ubungo imeanza kuibua hisia za kidini. Tusubiri tamko kutoka kwa viongozi wa makanisa. Tunatoa wito kwa serikali kulifungua kanisa la ufufuo na uzima bila masharti yoyote, vinginevyo ijiandae sasa kuingia mgogoro na makanisa. Serikali isije ikafikiri kuwa itashinda mapambano haya, kwa kuwa miongoni mwa watu walio katika mfumo ni waumini ambao hawatakubali kanisa hilo kufutiwa usajili pale Eh, kuna jasho na damu zao. Je, nini kimekushangaza? Je, nini maoni yako Askofu? Askofu Emaus Bandekile Mwamakula Mwanakondoo, ameshinda tumfuate, itunge Dar es Salaam Juni tatu, mwaka wa 2025 saa kumi na moja kamili jioni.